Kama tunaliona nusu au tunaliona zima, lakini hatujui kwamba tuna mkataba huu wa Bi Martha tumempa, lakini kila mmoja huku kwenye uvungu anajiuliza vitu hivi vilikuja. Mwingine anasema jamani, kwetu tuliziona na pazia zipo. Je, ndio zilikuwa za Bi Martha? hakukuwa na mtu mwingine anaeleta pazia? Je, ni kithibitisho ni nini sasa cha Bi Martha kulipwa? na anasema malipo yake yalikuwa kwa mkono. Sasa hilo ndilo ambalo linaleta tabu. Sasa nini kinafanyika?